Tafiti zilizofanywa na Harvard Business Review zinaonyesha kwamba zaidi ya watu kwa asilimia sitini na moja huona au huhisi kwamba hawapewi heshima wanayostahili au hawathaminiwi na watu wengine, sababu zikiwa ni vitu vidogo vidogo wanavyovifanya bila wao kujua. Aha, hii inanifungua uelewa wangu kwamba kuna vitu unaweza kuwa unafanya alafu vitu hivyo vikawa vinasababisha watu wengine wakudharau. Hii, wow, inaumiza sana kwa sababu ina maana unafanya kitu ambacho wewe mwenyewe haujui, lakini matokeo yake ni kwamba unatengeneza watu kuanza kukudharau au kukupuuzia. Basi leo tutapitia vitu hivyo kama vitano, ili iweze kuwa sababu ya sisi basi kuweza kujipandisha daraja, kupanda juu na kujiongezea thamani pia, kwa sababu ikiwa tunaishi kwenye sehemu ambayo tunaona tuko sawa afu pia watu wanatudharau, haitakuwa vizuri, si ndio? Kwa hiyo ni muhimu sana kila mtu akae kwenye mstari mzuri zaidi. Karibu sana. Nam Success Path Network each one teach one tumerejea. Mimi naitwa Esden Jumanne. Leo hii nataka tuangalie ni mambo gani ambayo unaweza kuwa unafanya bila wewe kujua yanayofanya watu wengine wakudharau. Jambo la kwanza: Tabia ya kupenda kuomba msamaha hata ikiwa huna kosa. Watu wengi sana wapo, kitu kitu kidogo kitokea, bana, basi naomba nisamehe. Wanakimbilia sana kuomba msamaha, lakini hata ambapo wanakuwa hawajakosea kitu chochote. Sasa jamii huwa inajifunza kitu kutokana na matendo yetu ya kila siku, ya jinsi kila mtu anavyofanya na kusema. Ukifanya hivi mara nyingi zaidi, inakuona inaanza kukuelewa kwa hiyo, moja kwa moja watu wanaanza kukupuuzia, kwa sababu watu huwa wanaanza kujenga heshima na watu pale wanapogundua kwamba kuna baadhi ya vitu unakuwa una msimamo au umechora mstari, kwamba kuna baadhi ya vitu hukubaliani navyo, ikiwa haviko sawa kutokana na taratibu zako wewe mwenyewe. Kwa hiyo kama sehemu wewe hukukosea, huhitaji kuomba msamaha, isipokuwa unahitaji kutoa maelezo ili watu waelewe sawa sawa. Na wakati mwingine wewe ndio unaweza kuhitaji kuombwa msamaha kama umekosewa, lakini ukiwa ni mtu ambaye unaogopaogopa, unataka kukimbilia tu kuomba msamaha, hauwezi hata siku moja kufikiria kutoa maelezo au hata kuomba pia watu wengine wakuombe msamaha kama wamekukosea, si ndio? Kwa hiyo utaona tu ili tu, ah, tu hali iwe shwari, ngoja tu mimi nikimbilie kuomba msamaha no. Hiyo inakufadhaisha zaidi na inakufanya uonekane mdogo zaidi na itakupelekea watu waanze kukudharau. Kitu kingine ambacho nimekuandalia, kujishusha kupita kiasi kwa lengo la kupendwa. Naam, hii nayo ni tatizo moja kubwa sana kwenye maeneo ya kazi, kwenye jamii tunazoishi, kwenye mashule, vyuo wapi. Wapo watu wengi sana ambao wakihisi kwamba labda hawana kitu cha kuonesha ili kufanya watu wawapende au wawe katika watu wanaotajwa au wanaofurahiwa na watu wengi, basi huwa wao ni watu wa kujirahisisha, tunasema yani, watajishusha sana chini kwa kitu chochote ili tu wapendwe, aka kujipendekeza pia, yani kwamba watajipendekeza ili tu wapende hasa mtu hivi. Anaweza akatukanwa, anaweza hata akapigwa, akii anaenda tena, anarudi, basi anajua tu, ulinipiga kwa sababu nilikuwa nimekosea sana, naomba unisamee. Anaomba tena msamaha, tatizo la kwanza, si ndio? Lakini hii hali ya kujishusha ili kutaka kupendwa inazidi kukushusha thamani zaidi, na itafanya watu wakudharau. Kama unataka kupendwa na watu, simamia misingi yako, fanya vitu vyako vizuri. Utakapofanya vitu vyako vizuri, kazi yako vizuri, vitu vyako vinaonekana vimeenda kwa mpangilio unaotakiwa, amini usiamini, watu wengi watakupenda. tena watakupenda wale watu wenye thamani na wanaojua vitu na watu ambao wani wanaweza kukusaidia zaidi, watu wa maana. Sawa, sawa? kwa hiyo usijishushe kwa sababu tu unataka kupendwa na watu. Kwanza watu watakuchukia, yani utakuwa tu na maadui, vyovyote utakavyokuwa ukiwa hivi watu watakuwa hivi. Unajua kusikia Kiswahili wanasema kwamba ukila nyama ombea unajidai, ukila dagaa ombea umechoka. ukiwa yani, kwa hiyo ukifanya hivi watu watasema hivi, ukifanya hivi watu watasema. Kwa hiyo wewe fanya tu kitu chako, zingatia ubora, fanya kwa usawa, fanya kwa vizuri. Wanaokupenda watakupenda, wasiokupenda hawatakupenda. Kwa hiyo vyovyote vile, hata ukijipendekeza utapata hivyo hivyo, tena watu wata anapojipendekeza utakuwepo, watakutukana, watakutumia, unakuwa kama tishu, au sio? Twende jambo lingine, jambo la tatu, kucheka au kuchekea kila kitu hata kama kiko nyum, kinyume na maadili yako. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> halitofautiani sana na hilo lilopita, lakini hili sasa ni katika mtu kujiheshimu yeye mwenyewe kwamba kuna baadhi ya vitu mimi kama mimi naweza kuwa nimesema kwamba no, vitu hivi mimi sifanye, lakini niko na watu fulani, labda bosi wangu anafanya vile vitu lakini ukuta mimi nikawa falaji chekesha na chekelea tu kwamba kila kitu kiko sawa. Kwa nini? Kwa sababu anafanya boss. Lakini kitu sio cha kwangu mimi. Ni mawili tu. Aidha nimwambie aache asifanye kwa sasa wakati nipo au niondoke ili wafanye vizuri mimi nisipokuepo kwa sababu hivi sio vitu vyangu, kinyume na utaratibu wangu, si ndio? Hivi ndivyo ambavyo unajenga heshima yako. Unajua nini? Ukisema mwanzo ndio utakutolea, bwana wewe vipi bwana, unaonekana kama wewe unatupinga lakini baada ya muda inagundulika na wataona kwamba fulani ana msimamo na msimamo vitu vyake. Na hilo amini usiamini, inakujengea heshima sana kuliko wale watu ambao wao ni kujipeka peleka, kujipendekeza, kuse, kukubali chochote, kuwahi kuomba msamaha na vitu kama vitu vya uh, familia yangu sitaki tuengee vitu vingine huko vitu vya kazi vitu vya nini, lakini usivuke huu mstari. Lakini watu wengi wao wakikuzoea sana, wanataka waingie moja kwa moja kila sehemu, kila kitu kuhusu wewe, watataka familia yako, mke wako, watoto wako, nini, kila kitu. Yani watu wanataka wafanye sawa, wanataka waguse. Kwa hiyo ukiweza kujiwekea mipaka ukawa na boundaries, watu wanakuheshimu sana kwa mipaka yako, na inaonekana wewe ni mtu unayejitambua, unayejithamini, unayejiheshimu. Kwa hiyo moja kwa moja watakurudishia hizo hizo pia, watakuheshimu watakutambua kwamba mtu yani, watakutambua kama mtu ambaye unajithamini. Kwa hiyo watakuthamini pia na watakuheshimu sana na hawatakudharau hata kidogo. Point ya mwisho, kuongea mambo mabaya kuhusu watu wengine ili wewe uonekane bora zaidi. Hii ni kama msumari yani, umepigwa kichwani sawa. So, kwa nini? Kwa sababu tuna watu wengi sana hawa, hata kwenye maeneo ya kazi huku makazini, wao huwa ni wow, wani, watu wa kujipendekeza kwa bosi na wanaongeaongea wanapenyeza vineno, wanamwambia kuhusu vitu ambavyo yani, wanaongea vitu kuhusu watu wengine kwamba ah, bana fulani hivi na hivi na hivi, fulani hivi na hivi na hivi, bana, unajua fulani hivi na hivi. Sasa itategemea huyo bosi naye yuko vipi? Sawa, kama ni bosi ambaye anachukulia maneno moja kwa moja, basi anachukulia na, na panic, anaenda anafanya ma maamuzi. Lakini kama ni bosi ambaye apendi unafiki, atakwambia akasema, sawa subiri, eh, hey, fulani, hebu njoo ofisini kwangu. Sasa hebu rudia vile ulikoniambia kuhusu jamaa eh. Hey, bana, hapo umekomesha mchawi <laughs> hapo umekuonyesha mchawi. Kwa hiyo kwanza jiepushe kuwa mtu wa kutaka kuwasemea watu mabaya au kuongea mambo mabaya. Na kwa nini usemee mambo mabaya ya watu? Jihusishe tu na mambo yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Uislamu alisema kwamba mtu bora zaidi ni yule ambaye hajihusishi na mambo ya watu. Ni yule ambaye anafanya mambo yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo acha acha kujihusisha na mambo ya watu. Waachie watu mambo yao. Wewe fanya mambo yako mwenyewe na utapendwa zaidi kwa kwa hili kuliko ukienda kwa watu unataka uwaongelee watu vibaya, yani unawaponda ili eti wewe ndo uonekane bora zaidi. Hapana, hakuna ubora wowote unaotengeneza. Zaidi unazidi kujishusha na utajitengenezea nafasi kubwa sana ya watu kukudharau sana. Nitakumbusha mambo haya matano haraka. Uh, jambo la kwanza nimesema tabia ya kupenda kuomba msamaha hata kama hujakosea. Jambo la pili nimesema kujishusha kupita kiasi kwa lengo la kupendwa. Jambo la tatu nimesema kucheka au kuchekea kila kitu hata kama kiko kinyume kabisa na maadili yako. Kuwa makini na la nne, nimesema kutokuwa na mipaka, yani boundaries. La tano, kuongea mabaya kuhusu watu wengine ili watu wewe ndio wakuone wewe bora zaidi. Kwa hiyo kuwa makini na hilo. Niambie nini umejifunza katika session hii, niandikie chini kwenye comment section kile ambacho unaona pia kinafaa kuongezewa kwenye somo hili. Shukrani sana. Brother Noel yuko nyuma ya camera. Till next time, bye bye. endelea kuwepo kwa topic nyingi, episode kali zinazofuata.